Msikilizaji, kwa upande wa muda tayari ni saa sita na dakika tatu. Ni kuombe radhi kwa kuchelewa kuanza taarifa yetu, na sasa kaa tayari kwa ajili ya kusikiliza taarifa hiyo ya habari. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Redio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemera na kwanza ni muhtasari wake. Mgombea urais kupitia chama cha Tanzania Labour Party TLP Yustasi Rwamgira amewataka wananchi kupuuza maneno ya mtandaoni yanayowataka kutoshiriki kupiga kura Oktoba 29. Vituo 150 vya kupigia kura vinatarajiwa kutumika kwa ajili ya wapiga kura kwa kuzingatia mazingira waliopo katika jimbo la Biharamulo Magharibi mkoani Kagera. Na Mahakama Kuu ya mji wa Kinshasa nchini DRC imefunga shughuli zote za chama cha PPRD cha rais wa zamani Joseph Kabila. Habari kamili. Kilimanjaro. Mgombea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha Tanzania Labour Party TLP, Yustasi Rwamgira amewataka wananchi kujitokeza kwa wingi kupiga kura kesho Oktoba 29, akisisitiza kuwa uchaguzi upo kwa mujibu wa katiba ya nchi. Rwamgira ametoa wito huo jana wakati akizungumza kwenye mkutano wa kampeni uliofanyika kata ya Marangu Mashariki jimbo la Vunjo mkoani Kilimanjaro. Aidha, bwana Rwamgira amewataka wananchi kupuuza maneno ya mtandaoni yanayowataka wananchi kutoshiriki zoezi hilo, huku akifafanua kuwa muda wa uongozi wa serikali iliyopo madarakani umeisha kikatiba, hivyo ni haki ya wananchi kuchagua viongozi wapya. Biharamulo. Msimamizi wa uchaguzi jimbo la Biharamulo Magharibi mkoani Kagera bwana Thomas Mahenge amesema vituo mia moja hamsini vya kupigia kura vinatarajiwa kutumika kwa ajili ya wapiga kura kwa kuzingatia mazingira ya wapiga kura waliopo. Bwana Mahenge ameeleza hayo wakati akiongea na Radio Kwizera juu ya maandalizi kuelekea siku ya uchaguzi utakaofanyika kesho Oktoba 29. Amesema wapiga kura wanapaswa kujitokeza kwa wingi kwa kuwa mazingira jikura, ya upigaji kura yameboreshwa kwa kuwasogezea vituo vya kupigia kura karibu na maeneo yao. Kwa mwaka mwaka wa nyuma, watu waliojiandikisha walikuwa ni wachache, walikuwa takribani laki mbili na point, kwa mwaka huu waliojiandikisha ni mara mbili kwao. Kimsingi vituo vime vimeongezeka, nusu ya vile vile, vituo vipo mia moja hamsini sehemu ya uandikishaji, ili ya kutokana na uwingi wa watu vile vituo vimegawanyika. Kwa ukifika kwenye kituo tunasema hiki ni kituo kimoja, lakini ndani ya vile vituo vitakuwa vimegawanyika kituo A, B, C, D, na sehemu nyingine mpaka kuna vituo sita, lakini vipo kwenye kituo kile kilichojana. Kimsingi tumejipanga tu vizuri kwamba, kwanza, vi, vifaa vitagawiwa tarehe ishirini na nane kwa kila kituo. Wale watendaji wa vituo tarehe ishirini na nane watapata vifaa vyao na ulinzi utakua, lakini bado wa kwenda kwenye hayo maeneo, tumemechukua location zote, namna ya wao kufika kwenye hayo Maeneo. Baadhi ya wananchi akiwemo Bwana Isa Joasi na Mariamu Selestini wamesema wamehamasika vya kutosha baada ya kupewa elimu ya kupiga kura kupitia vyombo vya habari, hivyo tayari kesho watajitokeza mapema asubuhi kwenda kutimiza haki yao ya kikatiba. Muleba, uongozi wa kijiji cha Ihangiro umemwomba mgombea udiwani kati ya Kashasha wilaya ya Muleba mkoani Kagera kukamilisha mradi wa maji ambao ulianzishwa na viongozi waliopita ili kuondolea changamoto ya kutumia maji ambayo siyo safi na salama. Mwenyekiti wa kijiji hicho bwana Audax Kakuru amesema hayo wakati mgombea udiwani kupitia chama cha mapinduzi bwana Adelitus Biarugaba alipokuwa akifunga kampeni za udiwani hapo jana katika kijiji hicho. Bwana Kakuru amesema mradi huo wa maji utakuwa na umuhimu mkubwa kwa wananchi kwani wamekuwa wakikabiliwa na changamoto za kutembea umbali mrefu kutafuta huduma hiyo. Kwa upande wake, mgombea udiwani wa kata hiyo bwana Adelitus Biarugaba amesema endapo atachaguliwa atashirikiana na serikali kuhakikisha mradi wa maji unakamilika haraka na kwa wakati, kwa kuwa kuna zaidi ya shilingi milioni mia tano ambazo zimetengwa kwa ajili ya mradi huo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Bamako. Mahakama nchini Mali imemhukumu aliyewahi kuwa, kuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Moussa Mara kifungo cha mwaka mmoja jela kwa kosa la kuchapisha ujumbe wa mtandaoni uliodaiwa kukosoa mamlaka ya serikali na kuunga mkono wapinzani wa kisiasa walioko, walioko gerezani. Mara mwenye miaka hamsini ambaye aliwahi kuongoza serikali ya Mali kwa miezi minane kipindi cha mwaka elfu mbili na kumi na nne hadi elfu mbili na kumi na tano alihukumiwa jana Jumatatu na mahakama ya kituo cha kitaifa cha makosa ya mtandao mjini Bamako. Pamoja na kifungo hicho cha mwaka mmoja jela, mahakama pia imempa adhabu ya kifungo cha miezi 12 pamoja na faini ya faranga za CFA laki tano sawa na shilingi za Kitanzania milioni moja nukta tano mara. Amekuwa gerezani tangu Agasti moja, wiki chache baada ya kuchapisha kwenye ujumbe, uji, kuchapisha ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa X akiwataja baadhi ya wa wafungwa wa kisiasa aliowatembelea na kueleza msimamo wake. Kinshasa. Mahakama Kuu ya Mji wa Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefunga shughuli zote za chama cha PPRD cha Rais wa zamani Joseph Kabila huku wanachama cha wa chama hicho wakizuiliwa kufanya mikutano kote nchini humo. Barua iliyotolewa jana na Mahakama Kuu ya Kinshasa imeeleza kuwa azimio hilo limechukuliwa baada ya Wizara ya Mambo ya Ndani kukifuta chama hicho kwenye orodha ya vyama vya siasa. Kwa makosa ya kushirikiana na kundi la waasi wa M23. Hata hivyo, makamu katibu wa chama cha PPRD bwana Ferdinand Kambare amepinga azimio hilo na kueleza kuwa halikufuata utaratibu wote wa kisheria. Ameeleza kuwa azimio, azimio hilo limechochewa na suala la bwana Kabila kuunda muungano wa vyama vya upinzani unaojulikana kama tuokoe DRC pamoja na kutangaza kurejea mjini Kinshasa hivi karibuni. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhutasari wake. Mgombea rais kupitia chama cha tanzania Labour Party TLP yustasi rwamgira amewataka wananchi kupuuza maneno ya mtandaoni yanayowataka kutoshiriki kupiga kura Oktoba 29. Vituo 150 vya kupigia kura vinatarajia kutumika kwa ajili ya kupiga kura kwa kuzingatia mazingira walipo katika jimbo la Biharamulo Magharibi mkoani Kagera. Na mahakama kuu ya mji wa Kinshasa nchini DRC imefunga shughuli zote za chama cha PPRD cha rais wa zamani Joseph Kabila. Waza Wazua